Nakuwa hivi. Mimi najifanya nimekuibia wewe. Tunaenda pale kwa dada kama mimi ni mwizi yani unanipiga hivi. Oh, ni mwizi, huyu ni mwizi. Eh. Umeona? Ameiba nini? Simu ya milioni. Ila yeye tunamwambia atoe laki tano. Kama ana laki mbili yani hapo. Unakuwa serious mwanangu. Ina maana kitu laki tano na laki mbili na nusu yangu. Eh, eh, na nusu. Ukiwa serious, yule dada ana huruma, lazima atatoa. Akifanya kazi unasema nampeleka polisi au tunamchoma moto. Unakuwa serious, anatoa. Sawa. Yaani kuwa serious kabisa. <laughs>

huyu? Huyu ni ni mmoja. Ah, wewe wewe wewe usimtetee kwa sababu ni ndugu yako. Twende Twende kituoni. Mama mama mama. Gari imek